mind my own business and my fans business and my client, you come my way. Sinanga adabu sinanga adabu, ina adabu kwa wale watu, lakini watu wanajua kama mafans wangu wanajua nina adabu sana, but hii live ilikuwa ya kushukuru nyinyi. Muthoni wa kirumba ni ugiite maguko magikinya Kenya muthenya o muthi kuma kuria Germany na ni ashokete agashokeria mashabiki ake aguko uh, ke, uh, Kenya na kuri ya Berlin ngatho nyingi ni support iria marakoriro na nĩ arĩ tahĩta ake atĩ wakira wa wa laini dakoragona wa ndakoragwo na hadabu wa monia kĩara agakuonia ngundi na rĩu kwĩ mafans magĩũkĩte gũkũ comment section tamatha mũciri augĩte mso chai othokirio ni gathemba mai e. safe flight mama andy akisi nisaidia pia niweze kujiriz kindly na kejiji smomi augite welcome back baby top safe travel mama Teresia Njeri nake nĩugite safe flight mlima queen much love Mary Maverick nake nĩashagiria kauga hata mimi nataka unifunze kukosa adabu alafu god anipe pesa sasa don't allow those people to control you